Tuelekee mkoani Dodoma ambapo zaidi ya wakazi tisini kutoka vijiji vinne wilayani Tarime wameiomba serikali kuingilia kati urasimu unaokwamisha mradi wa kilimo cha miwa na ujenzi wa kiwanda cha sukari wilayani humo ambao umechukua muda mrefu kuanza. Wakazi hao ambao wamefika katika ofisi ya Rais Tamisemi mjini Dodoma wamesema urasimu huo unaofanywa na baadhi ya wanasiasa unadaiwa kuwa na lengo la kudidimiza maendeleo ya wananchi wa Tarime. Mwandishi wetu Victoria Patrick Kamanda ameandaa taarifa hiyo kwa undani zaidi. Pamoja na serikali ya awamu ya tano kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji hapa nchini, bado unatajwa kuwepo urasimu unaodaiwa kufanywa na baadhi ya watendaji katika halmashauri, ambapo wanavijiji wa vijiji vinne Bisarwi, Weigita, Keisaki na Matongo, wilayani Tarime wameamua kufikisha malalamiko yao ofisi ya Rais Tamisemi, tuingilie kati kwa kumwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Tarime atekeleze mara moja uanzishwaji wa mradi huu muhimu na adimu kwa wilaya ya Tarime mkoa wa Mara na kwa faida ya Tanzania kwa ujumla. Taarifa yao kwa waziri wa Tamisemi George Simba Chaweni, wamesema kilimo cha miwa ambacho kitakuwa mbadala wa kilimo cha bangi na ujenzi wa kiwanda cha sukari umeridhiwa na wanakijiji, lakini unacheleweshwa kwa makusudi na watendaji halmashauri ya wilaya ya Tarime. Ni wakala wa maendeleo lakini ucheleweshwaji huu unakinzana na dhana ya halmashauri kuwa wakala wa maendeleo. Tamko la serikali likatolewa baada ya kuwasikiliza wananchi hawa. Mkurugenzi wa Tarime ahakikishe anafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba mradi huu unaendelea tena kwa kasi kubwa, na kwa sababu ya mgongano ambapo kwa namna inavyoonekana ni kama halmashauri haiko pamoja juu ya mradi huu. Ninamuagiza mkuu wa mkoa wa Mara Dr. Mlingwa kuingilia kati na kusimamia yeye mwenyewe. Baada ya kikao kati ya waziri na wananchi hawa, TBC kazungumza nao. si tulikuwa tunalima sana bangi, yani bangi, ile vijana wameharibika kule kwetu sana, lakini kwa sasa hivi tumesikia mwekezaji anakuja kulima Atatuletea kiwanda kilimo cha miwa tumefurahi sana. Sasa tunashangaa mpaka leo hawajaanza vyema. Mradi ukija kijijini, watoto watu watafanya maendeleo, watatokana na maisha magumu. Azma ya serikali ya awamu ya tano ni kuipeleka Tanzania katika uchumi wa kati utakaochagizwa na uzalishaji wa viwanda vidogo vya kati na viwanda vikubwa ifikapo elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano Kutoka makao makuu ya nchi mjini Dodoma, mimi ni Victoria Patrick.